Habari na karibu tena katika channel yetu ya Jifunze Kuogelea na SwimGuru. Uko nami SwimGuru, na leo tumepata fursa ya kujiunga na ndugu yetu Twaha. Habari, Twaha. Mzima. Twaha atajiunga nasi leo kujitolea jinsi ya kuonyesha kujifunza mkao wa kichwa na mwili kwa ufasaha nje ya maji. Kusudio. Nini makusudio kujifundisha mkao wa kichwa na mwili kwa ufasaha nje ya maji ni kusaidia kuhisi sehemu mbalimbali za mwili wako, kujifunza umuhimu wa nafasi ya kichwa na mwili katika mwili mnyoosho au ulionyooka. Utaratibu. Utaweza kujifunza mtindo huu wa mkao wa mwili na kichwa nje ya maji kwa kutumia mkuta mrefu kukuliko au mti mrefu kukuliko. Utasimama kwa staha au kwa kunyooka, ukiwa umeelekea mbali kidogo na ukuta au mti ulio mrefu kukuliko taweka visigino vyako vikigusa ukuta au mti. Utasukuma nyonga zako ziguse ukuta au mti. Utainamisha kidevu chako ndani na uweke mabega ya nyuma yaguse ukuta au mti au nyuma ya mgongo au uti wa mgongo. Na kwa upole utasongesha kichwa chako nyuma hadi kiguse ukuta au mti. Sasa unapaswa kuwa na sehemu zinazogusa ukuta au mti kwa kuanzia: visigino, nyonga, mabega ya nyuma au nyuma ya mgongo, pamoja na nyuma ya kichwa. Mambo ya kuzingatia: mkao huu huenda ukahisi tofauti na mkao wako wa kawaida. Hilo ni sawa. Lengo ni kuhisi jinsi mwili wako unavyopaswa kupangwa unapotumia alama hizi nne za kugusa ukuta au mti kwa kuanzia visigino, nyonga, nyuma ya mabega au uti wa mgongo pamoja na nyuma ya kichwa. Vidokezo: jizoeze kusimama au kukaa ukiwa na mbavu zako zikiwa zimejivuta juu. Hii itakusaidia kuwa na mkao mzuri wa ndani na nje ya maji. Kuwa na mtu wa kukurekebisha ikiwa utapinda mgongo au mwili, na jaribu kuunda mstari ulionyooka kutoka kichwa chako, kupitia nyonga hadi kwenye visigino. Tafadhali usikose kujiunga, kupenda na kusambaza chaneli yetu ya Jifunze Kuogelea na SwimGuru, ili kuweza kupata orodha ya video nyingine za kuweza kujifundisha namna ya kuelea katika mpira, mtindo wa mpira wa mizinga, namna ya kuelea katika mtindo wa nyota upande wa mbele na nyuma, kujisukuma na kuteleza upande wa mbele na nyuma, kujisukuma na kuteleza katika mwili mnyoosho upande wa mbele na nyuma. Ungana nasi katika vipindi vijavyo vya kuweza kujifunza kuogelea katika lugha ya Kiswahili. Na leo ulikuwa nami aswim guru, ama ukipenda niite Abdi Abdi Abdi Guru, mwalimu wako aliyeidhinishwa kimataifa pamoja na ndugu yetu Twaha. Asante sana na karibu na tutaonana wakati nyingine.